kumshukuru Mungu kwamba e, taratibu zote zilizingatiwa, e, za vikao na mwisho basi watumishi hawa wakawa wamechaguliwa, kwamba ndio watakao hudumu katika e, mikutano yetu inayokuja. Tunaye e, mchungaji Thomas Yuda Bihene, nitamwomba aweze kuja hapa e... Chungaji Thomas Yuda Bihene ni mnenaji mwenza wa Njombe Net Event 2026. E, Mchungaji Bihene amebarikiwa kuwa na familia inayoshuhudiwa kuwa na amani na furaha. Mke wake anaitwa Eleni Elias na pamoja amebarikiwa kuwa na watoto wanne. Katika mikutano ya Njombe Net-Event atahudumu katika masomo ya kaya na familia. Akitoa mafundisho yanayojenga kupitia ujumbe wenye baraka na tumaini kwa familia, wanandoa na wale wanaojiandaa kuingia katika ndoa. Alianza huduma yake ya kichungaji mwaka 2012. Kati ya mwaka 2016 na 19 alihudumu kama missionary anayehubiri na kuanzisha kazi katika maeneo mapya. Mchungaji Bihene amechunga mitaa ya Nyololo, Malangali, Kizota, Dodoma guzo mbili Dodoma na Iringa mjini. Kwa sasa anahudumu kama mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato na huduma binafsi katika firidi ya kati mwa Tanzania makao makuu Dodoma. Katika safari ya huduma ya utumishi kanisani, wapo wachungaji walioitika wito wa kujitoa kwa kumtumikia Mungu kwa moyo wa dhati kabisa. Chungaji Thomas Yuda Bihene ni mmoja ya wa wachungaji hao. Yeye alipata ya mafunzo yake ya shahada ya kwanza katika masomo ya theolojia kutoa chuo kikuu cha Bugema kati ya mwaka 2018 mpaka ishirini na tatu. Huyo ndiyo mchungaji e, Bihene na atatubariki katika mikutano yetu kwa masomo ya e, kaya na familia. Hebu tumupungie mkono, ubarikiwe sana mchungaji Bihene. Asante, naweza kwenda, unaweza kuja upande huu, uje upande huu e, mwingine ni Dr. Daniel Josia Magomere, mchungaji Josia e, Daniel Magomere. Daktari ni mnenaji mwenza katika mahubiri ya neti eventi Njombe 2026. Dr. Daniel Josia Magomere pamoja na mke wake Julius Paulo ni washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika kanisa la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dr. Magomere anapenda sana muziki na ibada. Na kwa muda mrefu amekuwa akitumika kama mwimbaji kanisani. Katika mikutano ya Njombe Net Event, atatoa semina na mafunzo mbalimbali ya afya Yeye anabeba ujumbe wa tumaini katika afya. Amekuwa daktari katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songea, msaidizi wa utafiti, taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Magrefa ni mzungumzaji mahiri, kiongozi na mdau wa afya, huduma kwa jamii na uinjilisti. Ameandaa ame, ame zaidi ya kambi kumi za huduma za afya kwa jamii katika maeneo mbalimbali nchini. Dr. Magomere Medical Doctor, MPH ni daktari wa binadamu na mtaalamu wa afya ya umma. Alihitimu shahada ya udaktari katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili mwaka 2019 na baadaye akapata shahada ya uzamili ya afya ya umma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Huyo ndio Dr. Magomere na atatuhudumia katika kipindi cha afya. Tumpungie mkono wa kumtakia heri ya maandalizi. Tunaye mwingine ambaye hatutakuwa naye hapa kwa leo. Huyu ni mchungaji Jonas Singo, naye atakuwa mnenaji mwenza katika Njombe Net Event 2026. Mchungaji Singo yuko kule Kinshasa DRC kwa mahubiri yanayoendelea huko. Jonas Singo ni mwinjilisi na mchungaji ambaye amejitoa kikamilifu kumtumikia Mungu kama mtumishi wa kanisa la Waadventista Wasabato. Huduma yake imejengwa juu ya uaminifu kwa neno la Mungu, malezi ya kiroho hamasa ya kuhubiri injili kwa njia inayoeleweka na inayogusa maisha ya watu. Chungaji Singo ametumika kama mchungaji wa makanisa na kama mkurugenzi wa idara ya uwakili huduma binafsi na shule ya sabato lakini pia ametumika kama ofisa kwa nafasi ya katibu mkuu wa filidi. Kwa sasa mchungaji Singo anatumika kama mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi, shule ya sabato katika unioni eh, ya kaskazini mwa Tanzania, Northern Tanzania Union Mission, eh, Union Conference moja ya mambo utakayofurahi kuyafahamu kuhusu mchungaji huyu ni pamoja na huduma ya maombi ambayo amekuwa akiendesha hasa kwa njia ya mitandao katika mikutano ya Njombe Net Event. Yeye atatuhudumia katika kipindi cha turejee madhabahuni, akituongoza kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi na maombezi. Hebu tumpungie mchungaji Singo huko aliko, naamini atafuatilia baadaye. Asante sana mchungaji. Mwingine ni mchungaji Baraka Sadoki Butoke. Mchungaji Butoke, asante. Huyu ndiye atakuwa mnenaji wetu mkuu wa Njombe Net Event ishirini ishirini na sita. Huyu ni mhubiri mashuhuri, mwinjilisti, mwinjilisti shupavu na moja ya vijana makini sana waliopata neema ya kufanya uchaguzi wa kumpenda na kumtumikia Mungu wakingali vijana wenye nguvu. Alizaliwa na kulelewa katika familia ya kichungaji na wazazi wake walimbariki na kumuita Baraka ili Mungu amfanye kuwa chombo cha kuwabariki watu wengine. Mchungaji Baraka alianza huduma ya kichungaji mwaka 2014 kama chaplain wa chuo kikuu cha Dodoma, YUDOM. Baadaye Mungu alimjalia uzoefu mwingi katika huduma ndani na nje ya nchi, akichunga makanisa mbalimbali, ikiwemo Mzizima, Magomeni na Ridini Angaza SDA Church ambayo iko Uingereza. Kwa sasa, Mchungaji Baraka anatumika kama mkurugenzi wa idara ya uwakili mission ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji Baraka ni mtu aliyebarikiwa kuwa na karama nyingi, lakini moja ya karama zake ni pamoja na karama ya kufafanu, eh, ufafanuzi mzuri wa Maandiko. Mchungaji Baraka, kama jina lake lilivyo, amekuwa mbaraka mkubwa kupitia mahubiri mengi ya hadhara ndani na hata nje ya nchi ikiwemo Dodoma kule Chemba Morogoro, mjini Dar es Salaam, Ushindi SDA na Magomeni SDA, pamoja na Campus Hope ya Tukasa iliyofanyika kwa njia ya vyombo vya habari. Chungaji Baraka amekuwa akipata neema ya kutoa huduma ya mahubiri ya mikutano mbalimbali ya nje, ikiwemo nchini Kenya, Nairobi, Uganda, Kampala, Marekani, New Jersey North Carolina, na Texas, Uingereza, Slough, Reading na Oxford, na nchini Serbia katika jiji inayoitwa Belgrade City. Sehemu ya huduma itakayofanyika leo ni pamoja na kumwombea na kuombea wengine kuwa, kuwaweka miongoni mwa Bwana ili Mungu amtumie kwa ufanisi mkubwa kulihubiri neno la matumaini kwa ulimwengu uliochoka na kukata tamaa. Chungaji Baraka ni mchungaji aliyewekewa mikono. Yeye anaipenda kazi ya kichungaji na ametoa maisha yake yote ili yawe mtumwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na mtendaji wa injili. Yeye ameunganishwa katika ndoa takatifu na Bi Haika Butoke, na pamoja na pamoja Mungu amewabariki kuwa na watoto wawili Penweli na Hadrel.